Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tutazame mvutano uliopo kati ya Marekani na Uchina. Serikali ya taifa la Uchina imeionya nchi ya Marekani kuacha kuingilia kati mambo yasiyowahusu. China imeionya Marekani hasa kuacha kuingilia kati uhusiano wa kibiashara na kiuchumi uliopo kati ya taifa la Uchina pamoja na Iran. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China mao Ning. Msemaji huyo ameongeza kwamba nchi ya China ipo tayari kuchukua hatua zozote kwa lengo la kulinda masilahi ya kibiashara ya taifa la Uchina. Hayo yanajiri mara baada ya serikali ya Marekani kupitia wizara yake ya fedha kutangaza nia yake ya kuweka vikwazo vya kibiashara kwa baadhi ya wafanyabiashara taasisi, pamoja na meli za Iran. Katika taarifa yake, wizara ya fedha ya Marekani ilisema kwamba raia mmoja wa taifa la Uchina, makampuni kumi na matatu pamoja na makampuni mengine nane yenye uhusiano wa karibu na Iran yatajumuishwa katika orodha ya vikwazo, huku makampuni hayo yakidaiwa kuwa ni makampuni kutoka taifa la Uchina. Itakumbukwa siku chache zilizopita kuna siri ilivuja katika serikali ya Marekani ya kwamba kwa sasa Marekani imesema kwamba nchi ya China ndiyo adui yao mkubwa duniani. Na nukuu, Uchina ndiyo tishio pekee la Marekani na kukataa kukamatwa kwa Wachina kwa Taiwan. Wakati huo huo, kutetea nchi ya Amerika ndiyo hali pekee ya nchi hii kwa sasa. Hati ya siri iliyopatikana na chombo cha habari ilisema hata hivyo ikumbukwe kwamba katika utawala wa Joe Biden wa Marekani, adui mkubwa wa taifa hilo ilikuwa ni taifa la Urusi, lakini kwa wakati huu Marekani imesema kwamba adui yao mkubwa duniani ni taifa la Uchina. Kwa upande wa wachambuzi wa mambo ya kiuchumi ulimwenguni, wanasema kwamba China ni nchi yenye uchumi mkubwa, lakini pia China inakuwa kwa kasi kiuchumi duniani. Hivyo rais wa Marekani Donald Trump anafanya kila liwezekanalo kuidhoofisha nchi ya China kiuchumi. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi.